Taarifa zinazo trendi zinasukwa. Utakuta mtu kapostiwa Instagram bonge la barua. Kuweke kikangoni, hakikisha umekula na umeshiba kabla hatujachemsha ubongo. Ishafika patikanapo kwenye ramani, ramani sio sio kwenye ramani ya Afrika. Haya, <tukawa> maswali <tukawa> mengine, usiwati <tukawa> katika social media zako. Tuende kazi sasa. Hiki sio kipindi tu, ni harakati. Weka akili sawa, ni kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 4 kamili asubuhi hadi saa 7 mchana. Haya msikilizaji, ni saa 5 na dakika 8, Maruseke karibu bana, saa 5 dakika 8 kama nilivyozungumza. Leo ni siku ya Alhamis, mm -hmm. Oktoba 2, 2025. Tunakukumbusha tu kucheza bahati nasibu ya Taifa, na leo inaweza ikawa zamu yako kuweza kushinda mkwanja mrefu shilingi na milioni milioni, lakini pia unapewa nafasi ya kuingia kwenye draw. Lakini pia ukiachana hivyo unaweza kucheza kila baada ya dakika tano kwa anacheza tu. Kwa hiyo wale ambao mko na utashi wa kucheza, maana kwa siku unaweza kucheza mara nyingi sana na ukashinda. Lakini nikwambie pia kuna tobo chapchapu na hii ni kwa wale ambao hawaitaki uh, hawahitaji kusubiri ama kuingia kwenye draw. Wao nataka papo kwa hapo, akishinda anapewa mkwanja wake. Kwa hiyo utacheza tobo chapchapu, utakwangua namba, utamechisha na utashinda na hapa kuna shilingi bilioni mbili inakusubiri tu mm. Lakini kuna shilingi bilioni mbili nukta saba zinakusubiri kwenye mchezo wa kuzungusha gurudumu la Spin for Cash. Kwa hiyo utapaswa uweze kuzungusha na uweze kushinda. Sasa kama ni mtumiaji wa mtandao wote ule, nenda kwenye menyu pale aijadishwe na smartphone ama una kiswaswadu basi bonyeza nyota 19 nyota 88 alama ya neri. Lakini pia kushiriki ni kuanzia miaka 18 na kuendelea, na kukumbusha kwamba bahati nasibu ya taifa inasimamiwa na Bodi ya Michezo ya Kubahatisha Tanzania. Lakini pia unaweza kuwapigia kwa nambari ya bure ya 0800782233 uamini, cheza na ushinde. Okay, sawa. Moja kwa moja utaenda kujiunga na tuchakate, tuweke mambo sawa. Muda si mrefu hapa tutarejea, Mchakato, pazia la ukweli na maarifa. Kulikoni leo? Simekwambia nafanya mchakato. Mchakato unachakata nini? Tuna kupeleka moja kwa moja kwenye mitandao. Hapa taarifa zinazo trendi zinasukwa, utakuta mtu kapostiwa Instagram, Bonge la barua jira, kwa pasa kwa nini niandike status Safari ya mafanikio kutoka sifuri hadi shujaa wa uchumi. nyuma ya kila bingwa, nyuma ya kila shujaa kuna makofi. Hapa tunachakata pamoja ha. Waacha tuna wa hizo tabia lazima tukuweke kikaangoni. Hakikisha umekula na umeshiba kabla hatujachemsha ubongo. Maswali mengine katika za tuende kazi sasa. Oh, ndoto kubwa ya kusaidia vijana lakini mbali. Kwa hiyo juisi, nilianza mapema nikiwa kwa chuo, ikipata nafasi yangu kabla ya darasa naingia mtaani kufanya biashara ya juisi. Story zenye kuhamasisha, changamoto zenye mafanikio. Kaka, kaka, kakaribu tuchakate Haya, msikilizaji ni saa tano na dakika kumi na moja ni ule wakati wa Mchakato na tayari mwana Mchakato tuko naye hapa kwa njia ya simu. Yes, leo tuko na Melu Aglo Uh, company limited, uh, hawa wanauza mbegu za mahindi mm -hmm. Mbegu zote za mahindi ambazo ziko bora kabisa na tuko na moja ya mtu ambaye anatoka kwenye kampuni hiyo ya Melu Agro. Karibu sana, habari ya Alhamis? Habari ni nzuri. Ndio, uh, uh, uh, ndiyo Sawa sawa. Na kwa kukaa vizuri kabisa ili tukusikie vizuri wasikilizaji wengine na kusikiliza kwa mara ya kwanza hawajafahamu kwamba ni sauti ya nani lakini ni nani pia kwenye kampuni ya Meru Agro. Uh, kwa jina naitwa Victor Kennedy, bwana shamba wa kampuni ya Meru Agro. Na hudumu katika mikoa ya Kagera. Sawa sawa. Mimi nimezungumza tu hapa kwamba Meru Agro wanajihusisha na uzaji wa mbegu. Huenda labda nimezungumza sahihi ama niko tofauti. Uh, pamoja na mbegu zake kama za mboga mboga, mtama, alizeti na mbegu za punga. Lakini pamoja na hilo hmm, kampuni ya mbegu hapo inajihusisha pia na kuingiza na kusambaza viuatilifu mbalimbali za mbegu katika, okay Kampuni ya Mero Agro inajihusisha nalo ni kuingiza na kusambaza vifaa e, vya kilimo hmm, e, kwa maana ya mabomba na vifaa vingine vya mashambani. Kwa hiyo kwa kifupi kampuni ako, tisisha, ya Mero Agro inajihusisha moja kwa moja na masuala yote yaeejwa hasa shambani. Sawa sawa, na tuje sasa katika kipindi hiki, tunafahamu kwamba mvua zinaanza kunyesha, lakini katika maeneo mengine tunavyozungumza tayari mvua, uh, mvua zimeendelea kunyesha. Labda katika kipindi hiki ni mambo gani ambayo Meru Agro inapenda kuwajulisha wakulima wote ambao wanalima mazao mbalimbali? tunawashauri hmm, washauri wakulima wanavyoenda shambani waweze kupata ile tija wanayotegemea. Maana kila mtu anavyoenda shambani anategemea kuvuna. Kama umeotesha mahindi, unahitaji mahindi ya kutosha. Kama umeotesha nyanya, unahitaji kupata mavuno ya kutosha na yenye ubora. Kwa hiyo, kwa sasa hivi, kwa sababu tunaingia kwenye kilimo, mkulima ni bora akachagua mbegu sahihi kwa upande wa mahindi mbegu sahihi ni ile mbegu ambayo inaendana na ukanda wako. Kwa mfano, kama mtu maeneo ya Shinyanga au ita huku, sehemu ambazo mvua sio nyingi, uh, fupi kidogo, inabidi uchague mbegu ambayo inakomaa mapema na inastahili ukanda. Ndio maana sasa, kwa upande wa mbegu, sisi una mbegu aina tofauti tofauti kuendana na ukanda kwa hiyo ni bora ima akajichagulia mbegu bora ya melu kanda wake, ambao wanafanya kilimo sawa sawa na wakati. Na angalia hapa, namna mnavyoendelea mna kutoa huduma zenu kama Melu Agro, kampuni ambayo mnajihusisha na uuzaji wa mbegu mbalimbali, eh, hasa kwenye mazao mbalimbali, lakini pia kama ulivyozungumza na pembejeo nimeona kwenye suala la mahindi pia mmekuwa mkitilia mkazo sana ee, na haswa mkibainisha mbegu mpya ambazo mko nazo zinazomfanya sasa mkulima furahie kufanya kilimo kwa sababu, kuna kulima wengine unaishia njiani, na hii ni kutokana na kwamba anaona kabisa kuna namna hafaidiki na kile kilimo ambacho anakifanya. Hasa kwenye tuje, tujikite kwenye zao la mahindi, ni mbegu gani ambazo zinapatikana sasa hivi, ndugu mtangazaji? Bora tu kulima ajue kwamba kwa zao la mahindi mtangazajiuaaaa hmm aa na maeneo ya kanda yaua, nikagundua mbegu ambazo zinaweza kukabiliana na hali ya hewa, changamoto ambazo zipo kama ukosefu wa kuweza kutosha. Kuna sehemu nyingine gongo hauna rutuba ya kutosha, kuna sehemu nyingine mvua ni za muda mrefu. Kwa hiyo tumetengeneza au kuzalisha mbegu ambazo zinaweza ikazalisha mahindi mengi pasi kujali hizi changamoto za hali kwa hmm sababu hizi mbegu zinaweza wa kukinzana na hayo na hizo changamoto. Sasa kwa upande wa Meru hazo ndio kwa wale watu ambao wako ukanda wa mvua nyingi, kwa mfano Ngara kule au Uhigwe Kasuru, tunawashauri wachague mbegu inaitwa Meru mia sita ishirini na tatu chapa Kidoko. Hii mbegu ina picha ya Kidoko hapo mbele tumetumia huyu nyama kidogo kumaanisha kwamba ni mbegu ambayo hata mvua ikiwa nyingi bado unaweza ukavuna. Kwa hiyo ina sifa zifuatazo. Kwanza, sehemu ambayo mvua zinanyesha kwa muda mrefu, huwa mahindi yanapata changamoto ya kuuza. Kwa hiyo haya mahindi ya uh, uh, tatu nafunga vizuri lile mizizi lake, kwa hiyo maji hayapiti na haiwezi kuoza lakini pia kuna changamoto ya upepo katika aa ukingira kutosha. Kwa hiyo kimetosha hii meru atato, hmm. ame, so, yu, kusabu kusabu ni mia sita ishirini na tatu yenyewe inakuwa nene, ambalo ina nguvu. Kwa hiyo hata mvua ikiwa kubwa na upepo kivuma bado utaweza kuvuna kwa sababu mahindi hayatan lakini, zaidi ya yote, mia sita ishirini na tatu ni ndugu ambayo pia ina uzao mkubwa kwa hiyo ukihudumia vizuri shambani unaweza kupata mavuno mengi sana. wakazi wote wa Kagera aaruio kwa miaka mtu unaweza kupata hadi mia arobaini kwa eka. Lakini kwa wale wakulima ambao wametokea a-maeneo ambayo mvua za wastani, kwa mfano maeneo ya Kibondo, Geita, uh, Shinyanga, hmm, tunawashauri chagua mbegu ya Meru mia tano kumi na tano chapanyani au Meru mia tano kumi na tatu chapanga. Hizi mbegu zina sifa ambazo inakomaa mapema, lakini pia inastahili sana ukame. Lakini mbegu hizi zikihudumiwa vizuri zinatoa mavuno mengi sana kwa ekari moja. Wakulima wana uwezo wa kupata mpaka gunia zaidi ya hayo hii Meru mia tano kumi na tatu cha pangania yenyewe, hata kama utakosa mbolea au shamba mm. lako ni la kichanga mm. bado ina uwezo wa kuzaa vizuri na maindi mengi, tofauti na mbegu nyingine. Kwa hiyo tunamshauri mkulima ambaye ee, hana uwezo wa mbolea au shamba lake kidogo tu, basi kutosha mm. kutosha, achagua hiyo Meru mia tano kumi na tatu cha pangania ili aweze kupata, kupata lakini okay. Kuna wale sasa hivi tumeona mvua zimechelewa. Kuna maeneo ambayo yanatabia kupata mvua fupi kama miatu si na shinyanga huku, kuna mbegu ambayo tumeileta ina komaa mapema sana siku sitini tu inakuwa tayari kuchoma, siku sabini unaweza ukaanza kuvuna, inaweza toa meru haii mia nne na tano cha masungura. Kwa hiyo mkulima anaweza akaichagua hii cha masungura kama amechelewa kuotesha au kama anataka vile mapema kuendana na eneo analoishi. Kwa hiyo ukiona hizi mbegu zimetajwa nne, sasa ni mbegu ambazo zinakidhi mahitaji ya wakulima katika mazingira yao. Kwa hiyo kila mkulima anatakiwa achague mbegu ambayo wake yeye mazingira yake itampa mavuno mengi. Tuna mbegu ya lishe naitwa mdero mia tano kumi na saba haina chapa hii. Hii ni lishe kwa hiyo inakuwa mengi yake ni ya jana. Hii ni mbegu kwa ajili ya kuboresha afya za familia, nzuri sana kutengeneza lishe ya watoto, lakini hata familia tu kwa kawaida ni vizuri ukatumia maili hi, sio maili meupe, kwa sababu sasa hivi tunaambiwa tunatakiwa tuishi kuzingatia masuala ya afya. Karibu. Sawa sawa, na kama ulivyotueleza, tunashukuru pia kwa kuweza kutoa ufafanuzi. Nilikuwa nataka nifahamu pia, umesema kwamba mnahudumia kanda ya Ziwa, na ukiangalia kanda ya Ziwa, tukibadilisha kanda ya Ziwa tunabadilisha mikoa wa Kagera, mkoa wa Shinyanga, Mwanza, Geita. Sasa, mawakala wenu katika maeneo hayo wanapatikana sehemu gani haswa, ili tuwafahamu kwa sababu tuna wakulima ambao wanatusikiliza muda huu kupitia mchakato ndani ya Tuchakate. Sawa sawa, sasa kuhusu suala la usambazaji wa mbegu, sisi tume kwanza tume, tumetoa elimu kwa mawakala oko au verusu ura, kwa hivyo mawakala wote ambao wanauza pembejeo mm, walioko sehemu zote jini hapa Kanda ya Ziwa wana pembejeo zetu. Kwa hiyo ukiingia hapo Ngara mjini, wapo mawakala wote ambao wanauza pembejeo za kilimo ndio, wana pembejeo zaeu, lakini hata kule vijijini eh, wanapata kutoka kwa mawakala wakubwa mjini. sawa sawa. Uh, namna sasa ya kuweza kuwafikia uh, wakulima kama ulivyosema kwamba wengine tayari kupitia mawakala wenu ambao mnao katika mikoa hii ya Kanda ya Ziwa wanaendelea kuwahudumia wakulima, lakini kuna mwingine sasa mkulima labda akawa na uhitaji wa mbegu kadhaa na anasikiliza muda huu Uh, radio asifike sehemu ambayo labda wako mawakala, akahitaji labda zimfikie sehemu ambayo yupo kwa sababu mwingine anaweza kusema kwamba kulingana na ubizi ambao yuko nao wa shambani anahitaji sasa mbegu hizo zimfikie huko aliko, na ataeleza namna anavotaka kueleza. Anapataje sasa? Je, hata kwenye mtandao kijamii mpo, na kama kuna nambari za simu ili pia uweze kuzitaja? Uh, kwa mkoa wa Kagera wote e, maeneo ya uh, Karagwe, uh, Kiaka, Boba, mjini Uleba, shamba Biaramuro, Saunga, Nyakanazi, Kibondo, Kakongo, tuna mawakala wakubwa, lakini pia tuna masoko au wanashamba ambao wanazunguka katika wilaya hizo kwa hiyo kulima yoyote ambaye anahitaji mbegu akapata changamoto, kuna hmm, namba ambayo ipo kwenye tangazo letu, anaweza akaipiga moja kwa moja na akapata msaada, akaelekezwa sehemu ambayo mbegu inapatikana kwa urahisi zaidi okay. Uh, sawa sawa, mengi sana nimeuliza mi maswali, lakini kwa dakika chache tu uh, zungumza na wakulima ambao wanakusikiliza sasahivi kuhusiana na uh, bidhaa mbalimbali ambazo zinapatikana kupitia kampuni ya Meru Agro sababu ya dakika ambazo tuko nazo hapa, wakati ni ukuta, unaweza ukatoa pia neno lako la mwisho kuhusiana na kampuni ya Meru Agro katika kuhakikisha kwamba wakulima wananeemeka zaidi, uh, kutokana na kile ambacho mnaendelea kukizalisha kwa ajili yao, uh, tukianzia kwenye mbegu pamoja na hizi pembejeo uh, neno langu la mwisho kwa wakulima ni kwamba uh, katika sehemu ya msingi zaidi katika kilimo au eneo la msingi zaidi kuchagua mbegu bora, na mbegu ya Meru, ukiona hata jina lake Meru ni jina la like Kiafrika mm. kwa hiyo ni mbegu ambayo imetengenezwa kwa kuzingatia mazingira ya Kitanzania na mavuno yake huwa ni makubwa sana, kwa sababu inaendana na mazingira yetu. Kwa hiyo, mkulima tuna msihi asifanye makosa kwenye kuchagua mbegu sahihi, maana ukishachagua mbegu ambayo sio sahihi Sawa, sawa. Sisi tukushukuru sana. Asante sana bwana. Ni bwana shamba kutoka Meru Agro tumezungumza naye hapa kwenye tuchakate, na kubwa zaidi, msikilizaji, umesikia vizuri kabisa hapa kuhusiana na kampuni ya Meru Agro ambayo ni wazalishaji wa mbegu mbalimbali za mazao ambayo tunayapanda, lakini pia wauzaji wa pembejeo mbalimbali na nikwambie tu kama unahitaji kuwa na maswali zaidi, e, kama utakuwa na maswali hapa na pale, mimi nikutajie namba hapa ambayo unaweza ukawapigia moja kwa moja ili e, sasa nao pia wataweza kukujibu na kuweza kukufafanulia kuhusiana na mbegu ambayo unaihitaji ili mwisho wa siku mambo yaweze kuwa vizuri uweze kulima kilimo chenye tija. Nambari yao ni sifuri, uh, nambari yao ndio hapa ya kwanza sifuri saba shida kweli kweli. Sa, sawa tukiweka mambo sawa hapa tutakuja kukufahamisha namba mm -hmm ya Meru Agu ambayo sasa unaweza ukawapigia na ili mwisho wa siku sasa mambo yanakuwa vizuri kabisa. Sawa, namba tayari nishaipata hapa, ambayo unaweza ukawapigia. Nambari yao ni 0699 026753 Narudia tena nambari hiyo ni 0699026753. Ndio juisi, nilianza mapema nikeni kwa chuo, ikipata nafasi yangu kabla ya darasa naingia mtaani kufanya biashara ya juisi. Stori zenye kuhamasisha, changamoto zenye mafanikio. Kaka karibu, tuchakate.